Kuna athari nyingi sana e, ya kwanza hata kiuchumi mm. Jaribu kufikiri kwamba mfanyabiashara biashara fulani anazalisha bidhaa fulani akatokea mtu tu huko akasema zile bidhaa zinazozalishwa na yule mtu zina sumu mm. Watu waka react mm. Wakacha kununua ile bidhaa na yule ameajiri watu 500,000 mm. Mauzo yakishuka mm, na wale ajira zimeenda, na ile biashara itakuwa imefungwa na inawezekana bidhaa ni muhimu kwa watu mpaka mm, watu wajeambia ambie, bwana yule ni uzushi mm ile ile biashara haiwezi kurudi tena kama ilivyokuwa awali. Kwa, hizo ni za kiuchumi. Kwa hiyo utaona kwanza kwa mfanya biashara, wale walioajiriwa na jamii nzima inayonufaika, lakini mm. pia kisaikolojia, kuna habari za uzushi ambazo zinakaa kwenye vichwa vya mm. watu, vinaathiri kisaikolojia. Watu wanazushiwa mambo mengi eh, kama unakuta labda wakati wa uchaguzi wanasiasa wanazushiwa vitu wanaenda hadi mambo ya ndani mm. ya kifamilia mm. ambayo hata sio ya kweli, wanamtengeneza picha mm. watoto wanaona, ndugu wanaona mm. yule mtu hata kama akitoka akasema hicho mnachokiona sio sahihi mm. kisaikolojia, atakuwa ameathirika mm. lakini kuna wakati e, inaweza ikaleta hata shida habari za uzushi ambazo e, zikawa extreme, mtu akatuhumiwa. Unajua kuna zile Mtu anaenda anatengeneza mm -hmm. bwana huyu labda ni mchawi au nini, watu wakaenda kavamia ile nyumba wakazuru mm -hmm. kwa inaweza kaenda hata kwenye extreme mm -hmm. ikaleta e, migogoro baina ya watu wakagombana. mm. -hmm. e, tun, tunaona hayo lakini, mm -hmm. kikubwa zaidi inabadilisha watu namna ya kufanya maamuzi mm -hmm. mfano, narudia tena mwaka huo uchaguzi, mm -hmm. mtu anaweza kaenda akasema uzushi kuhusu mgombea fulani, uzushi tu mm. -hmm. e, watu wakaacha wakabadilisha mawazo, simpigie. mm. -hmm.